Of, um, we are talking about bawasiri au kimoroid kwa lugha zetu za kitaalamu, ambapo bawasiri ni kajiuvimbe ambazo tunaonekana kwenye uh, kule katika njia ya kutolea uchafu wa nyuma au tunaita anus. So what is happening kwamba pale pana vimba na kuna kuwepo na ile ile kind of ya kusuguana kwenye chuo kinapokuwa kigumu, ndio tunasema kinyesi kigumu kinapokuwa kinapita, lakini what is happening there ni kwamba kuna kuwepo na gesi zinazotoka ndani pale, unapozidi kujikamua, unafanya hey, yani, unazidi kuongeza um, ile possibility za kusababisha hizo hemorrhoids au bawasiri. Sasa sisi tumekuja na namna ambayo inakwepesha kufanya operation bila kuwepo na na, itibu ile kitu inaisha kabisa bila kuwepo na hizo kind of operations ambazo ambazo zitaki Sawa, sisi tunatumia dawa ambazo hazina kemiko kabisa na dawa zetu zimetumia zinatengenezwa kwa mboga mboga na matunda na hazina kemiko kabisa. Na nikwambie kitu, tunakushukuru sana kwa hili na that's why what we do tunapokuwa tunamaliza na hiyo kitu yote inaisha kwa amani kabisa na inaisha kabisa na Victor. Kio wakati mzuri mimi naitwa Dr. Manuel. Once you have any question, please uh usisite kunipigia. Na ninakutakia wakati mzuri. Bye guys.